Katika dirisha dogo la usajili wa msimu mwaka 2025-26, taarifa ambazo zinaendelea ni kwamba klabu ya Simba Sport imekamilisha usajili wa beki wa kati wa kimataifa kutoka Ivory Coast, Ismael Olivier Toure, mwenye miaka 28 kwa mkataba wa miaka mitatu. Toure, ambaye tayari amewasili nchini Tanzania, anakuja kuimarisha safu ya ulinzi ya Wekundu wa Msimbazi akitokea klabu ya Stellenbosch FC ya Afrika Kusini, ambako alijizolea sifa kama mmoja wa mabeki bora na imara zaidi kwenye ligi hiyo. Usajili huu ni pendekezo la moja moja la kocha mkuu kule katika mchezo wa Ligi ya Mabingwa Afrika dhidi ya ES Tunis uliopangwa kufanyika Januari 23 mwaka 2026. Kwa uzoefu wake wa kucheza mashindano makubwa kama CAF Confederation Cup na uwezo wake wa kuongoza safu ya ulinzi, Toure anatarajiwa kuwa nguzo muhimu katika kuhakikisha ukuta wa Simba unakuwa imara zaidi kwenye michuano ya ndani na kimataifa. Karibu Video Studio inayopatikana mtaa wa samaki samaki, yumo jijini Dodoma. Tunarusha movie mbalimbali kimataifasamasama Programu zote za kompyuta tunapiga window kwenye kompyuta, pamoja na kuweka nyimbo za aina mbalimbali za kale na za sasa.